Ok, uh, na kwa mtu ambaye anakuja Ujerumani uh, leo kuna urahisi mm -hmm. gani katika kupata makazi, yani ni nyumba zipo, anaweza akazipata kirahisi au kuna changamoto kubwa, kuna mlolongo mrefu sana wa kupata um, makazi au kuna namna gani ambavyo anaweza akarahisisha safari yake na kujua kuwa naweza nikapata makazi sehemu fulani ambayo anaweza nikaanzia maisha. inabidi kujipanga mfukoni Uh, inabidi kujipanga mfukoni kwa sababu uh, kwa makazi si si si rahisi. Uh, okay. Si rahisi ila okay, ukijipanga vizuri mfukoni of course unaweza uka ukarenti sehemu uh, mm. ukarenti sehemu mwisho wa siku ukaja, kwa, kwa sababu lazima <laughs> kama uko German lazima mm. ujisajili kwamba sehemu gani unaishi. Uh, lazima wakutambua unapoishi. Uh, lazima wakutambua kwamba okay, unaishi sehemu gani. So, e, ku, kuja kuja German bila, bila kujua wapi utakapoishi kidogo ni, ni, ni ngumu. Changamoto.